Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeanza kutekeleza kwa vitendo ajenda ya kuanzisha maeneo maalum ya kiuchumi kwa vijana yanayojulikana Youth Special Economic Zone chini ya usimamizi wa mamlaka ya uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania, yaani Tiseza. Mpango huu ni mkakati mahususi wa kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta za uzalishaji, za viwanda, kilimo biashara na ubunifu wa uchumi kwa kuandalia mazingira rafiki ya kuwekeza na kuzalisha kwa tija. Maono wa Mheshimiwa Rais ameyasema mara nyingi, hataki tu vijana tuishie katika kuwa wachuuzi na wasambazaji wa bidhaa. Anataka pia tuhusike katika kuzalisha, tuhusike katika kutengeneza, tumiliki pia uchumi wa viwanda. Na ndio kwa sababu hiyo mpango huu maalum wa maeneo maalum ya uwekezaji ya vijana yameandaliwa, ili tunapozungumza wawekezaji, tuzungumze tu, tu wazee peke yao, tuzungumze tu wageni peke yao tunataka vijana wa Kitanzania waingie katika kumiliki uchumi wa nchi hii kwa kuwa wawekezaji, na ili kurahisisha jambo hilo, mpango huu maalum ambao umeondoa vikwazo vingi sana utawahusisha vijana kuweza kumiliki uchumi kupitia maeneo maalum ya kiuchumi, kama ambavyo miongozo itatolewa. Kupitia mpango huu, serikali imelenga kuwezesha kuanzishwa kwa, kwa makampuni yatakaokuwa katika maeneo haya maalum ya uwekezaji, makampuni takriban elfu ishirini ambayo yataondolewa vikwazo vingi ambavyo vijana wengi wamekuwa wakivisema. Na kama mlikuwa mnafuatilia habari, waziri wa nchi ambaye anashughulikia masuala ya uwekezaji alizungumza kule Kibaha wiki iliyopita, na alionyesha jinsi ambavyo eh, TISEZA imeandaa maeneo maalum kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo, ningependa nitoe hapa wito kwa vijana ambao wanatamani kumiliki maeneo hayo, kwa maana ya kuingia katika hiyo program, tufuatilie kwa karibu taarifa na kupitia majukwaa haya tutatoa taarifa namna unavyoweza kuwa sehemu ya ya huo mpango pia. Lakini ili kuhakikisha vijana wananufaika ipasavyo na fursa hizi, serikali imeanza kuanzisha vituo vya rasilimali kwa wawekezaji vijana, zinaitwa Youth Investors Resources Centers katika mikoa ya Dodoma, Pwani, Mara, Ruvuma pamoja na Bagamoyo kwa kuanzia. Vituo hivi vitatoa huduma muhimu kwa vijana ikiwemo upatikanaji wa taarifa na mwongozo kuhusu ardhi, mitaji na huduma za kifedha, lakini pia kuwapatia mafunzo ya ujasiriamali na uzalishaji, pamoja na kuwaunganishia vijana katika minyororo ya masoko na wasambazaji, lakini pia kupata malighafi. Sambamba na hilo, serikali inatenga ekari laki moja na elfu sabini za ardhi, ikiwemo mashamba pamoja na maeneo ya viwanda ili kuwawezesha vijana kuanzisha viwanda na shughuli za uzalishaji. Kama nilivyoeleza hapo awali, taarifa hizi zote Tutahakikisha kila kijana Mtanzania anazijua anazisikia, ili anayetaka kushiriki katika mpango huu aweze kushiriki na